Leo nitakuhadithia siku za mwisho za Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasalam Kabla ya kufariki kwake, alitoka akienda kufanya ibada ya haji, ikamteremkia aya ya Allah subhanahu wa ta'ala: alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum lislama dina, leo nimewakamilishieni dini yenu na nimetimiza nimetimiza neema zangu juu yenu na nimeridhia kwenu nyinyi kuwa Uislamu ndiyo dini. fabaka Abu Bakar, Abu Bakar akalia sana baada ya aya hii kuteremka, na watu wakamuuliza, mayubkik unalilia nini ya Abu Bakar? akajibu akasema, hadha, hii ni habari ya kuondoka mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habari nzito hii Abu Bakar alielewa, na kabla ya kufariki kwake kwa siku tisa kukateremka aya nyingine ambayo ndiyo ya mwisho